Tungeelewa hapo, tungeng'ang'ana kuwa na Roho Mtakatifu. Leo tunaangaika kutafuta vio vya Bibilia ambavyo of course ni muhimu kutupa maarifa mbalimbali, lakini kama Roho Mtakatifu tukiwa tukiwanaye na yeye, ni mwalimu mkuu, tuko chuo cha Bibilia. Maana chuo cha Bibilia ni elimu ya mtu, ni maono ya mtu aliyochukua kwenye Bibilia akaweka kwenye chuo chake Ndiyo maana wengine wanaamini vio vyao tu ndiyo vyenye uwezo vya kuwatambua hawa ni watumishi wa Mungu. Yaani, ukiona kuna dhehebu mojawapo linalosema kama hujasoma kwenye chuo cha dhehebu letu hatutakutambua kama wewe ni mtumishi wa Mungu, hilo sio dhehebu la mbinguni. Maana yake elimu halisi inayotoka mbinguni inaletwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kwa hiyo kigezo cha mwamini sio kuwa na elimu ya dunia cha mwamini ni kuwa na Roho Mtakatifu peke yake. Lakini makaratasi haya hayamfanyi mtu aione, mimi ni maarifa tunaongeza, tujue kusoma na kuandika, tujue historia. Lakini mbingu, hata uwe na digrii haikufanyi ndo ukae kwenye VIP. Mungu anachoangalia ni roho yako iliyokombolewa, bila kujali we ni maskini, hujasoma, ukoje, una fedha, una njaa r inekogolewa anadumbukiza hapo roho wake alafu anaanza kukuletea mambo ya mbinguni makubwa, unaanza kuyajua, unaanza kuota ndoto nafasii. Akina Yusufu wakafanya mambo makubwa, waliotoka kwenye familia duni, wajehuuswa watumwa, wamekaa gerezani, lakini roho Mungu walikuwa ndani yao, kuliko rais anayetawala nchi. Hajui kinachoendelea anaota ndoto, anawaewaa helewe lakini kijana mdogo Yukwanan, kiro, siwa kipo, siwa konon, kisikia, kwa sababu roho yake imekombolewa, roho Mungu yuko ndani, akaanza kufasiri. Maana ndoto ni mfumo wa kiroho, sio wa kimwili. Kwa hiyo nahitaji mtu ambaye iko rohoni, hata ndoto akiisikia anaanza kuipepeta kiroho, kwamba hii Mungu amesema hivi, hii ni shetani ameleta, hii ni maisha yako, hii ni mawazo yako, hii ni matendo yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Mstari wa nne hadi wa tano. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji ali, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa nane. Lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Sasa pointi yangu iko hapa, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapoepokea ipokea ile ahadi niliyowaambia. Maana maana yake aliyekuwa anawawezesha hawa wanafunzi kuhubiri injili, kutoa mapepo, wanarudi wamefurahi, ni Yesu alikuwa miongoni mwao. Sasa anaondoka anawacha peke yao, anasema jifungeni kwenye nyumba hili, msitoke, kitawapata kama cha Adamu. Hata kama mlikuwa mnabubujika, mnaomba, mimi nimeshatoka, lazima niwaletee msaidizi, niwaletee Roho kama mimi aishi ndani. Mimi naondoka katika mwili, lakini tarudi katika Roho, nitakaa ndani kwa anaposema Yesu atarudi mara ya tatu. Hii inahitaji mtu mwenye ufahamu kwamba aliondoka akarudi. Anavyosema naja upesi, hamaanishi ujio huo hakuja kunyakua. Naja upesi, sitawaacha yatima, nakusomea maandiko, bali naja upesi, alikuwa anaongelea habari ya Roho Mtakatifu. Anaenda katika mwili, lakini anarudi katika Roho kuishi na wale watu. Ndiyo maana anasema huyo Roho hatanena mambo yake, bali hatanena mambo yangu. Manake ni huyo Yesu alienda katika mwili lakini arudi katika roho, alivyorudi katika roho ndo akagawa zile huduma. Maandiko yanasema yeye aliyepaa ndiye aliyeshuka. Alafu akaachilia huduma ndani ya kanisa, wengine kwa wachungaji, mitume, manabii, walimu, wajirisi. Waefeso ne kumi na moja. Kwa hiyo ukisoma lile andiko utajiuliza, inasema aliyepaa alafu akashuka. Kwa hiyo Yesu akugawa zile huduma kwa watu wa nje na wale mtume, kabla hajashuka shuka katika roho, ila wale kumi na mbili aliwapa pale pale huduma, lakini wengine wa hakuwapa, wale mia na ishirini mpaka aliposhuka, ndio wakaanza kuachiria kwa wengine zile huduma tano, lakini akiwa